Najiangalia kama niko nao, nampatia; kama sina, namwambia wewe, huenda kwa ofisi eh, ambio ofisi na unajua <laughs> <laughs> <laughs> uh, ofisi huwezi fanya bure, mboi, osha osha hapa mm. Mm, unaosha osha, unafanya panguza panguza, na kwa mtendo na kula, unatulia okay. Mm. Uh, so katika hizi biashara mmesema talanta ziko mbalimbali katika uh, vijana yeah, na lazima yeah, pia mzikuze mm. Hii time ya kuwa mtasafisha Kasarani huwa mnaifanya Uh, kwa maybe in wiki moja ama kwa mwezi? Maanake pia lazima hatuwezi sahau the nani uh, ya yeah, uh, so huwa um, mnaifanya after how long?